Aya, sasa baada ya kuona ile bidhaa tuliona namna ambavyo unaweza ukaselekti bidhaa yako kutoka kwenye rebero alafu tukaishia hii sehemu ya jinsi ya kujaza details. Sasa hapa jinsi ya kusafirisha na njia mbili, njia ya kwanza ndio ile nilisema unaweza na rafiki yako au ndugu yako ambayo yuko zake ukamwomba kupokelea hiyo bidhaa alafu yeye akakuletea hiyo bidhaa, baada ya wewe kuipokea. Njia ya pili ambao unaitumia utoka uingie kwenye, ufungue account kwenye hii site inaitwa account account, unafungua, unafungua account yako huku kwenye hii site, alafu ukimaliza hapo, muja ksci ufungue kabisa ifunguke ando ajenti ambao watakusaidia kusafirisha mzigo kama hauna ndugu au rafiki yoyote katika hizo nchi za Amerika. Well, hapa utaminia sehemu ya get started au sehemu ya juu ya login and sign up. Alafu utaweka details zako kama huko ni individual utachagua hapa, alafu utaweka details zako Ukimaliza utaweka namba yako ya simu ya nchi husika. Kama uko Tanzania utachagua mia mbili hamsini na tano, utaweka namba yako ya simu a nyingine nyingine, taweka hili jina, nitaweka hapa kwenye email nitaweka hiyo hapo. Kwenye password nitaweka password yangu. Hapa nakuja, nitaweka tena password yangu. Nikimaliza final destination, unachagua nchi ambayo unataka bidhaa yako ije. Kwa mimi nitachagua tu Tanzania, alafu kwenye phone number nitaweka namba yangu ya simu. Yes, alafu how did you hear about us? Nitaambia tu nijasia kupitia, unachagua wote. Referral code, unaweza ukaweka kodi ya mtu ambaye alikurecommend, alafu uka next, umeona itakuletea hivyo, lakini kwa sababu hii namba nilioweka ni, tayari mimi nishaitumia hapa, ilipaswa kuletea kwamba tayari akaunti imeshakuwa created na tukao verify email yako. Kwa hiyo ukishamaliza kufungua akaunti Utakuja sehemu ya sign in, halafu utaweka email yako. Mimi nitaweka hapo email yangu, halafu nitaweka na password yangu ta login. Itakuja hapo, itafunguka, itakuwa katika mwonekano kama huu hapa hivi. Kwa hiyo kama umesha agiza kule bidhaa na bado hujaiship, basi hawa jamaa ndo watakao kusaidia kuiship. Unafanyaje sasa? Utakuja hapa kwenye my account address, hapa pembeni uta click, afu utasubiri ifunguke address yako ya ya... utachagua destination country. Mimi niko Tanzania, nitachagua Tanzania. Kwa shipping mode utachagua unataka utumie sea au air. Sasa sidhani kama kutoka Marekani mpaka huku huwa wanatumia bahari. Ukichagua sea, utaangalia kama kuna option FOB by sea. Uwezi ukasafisha kitu kutoka Marekani kuja huku by sea, ko automatically utachagua tu air. Basi baada ya hapo, atakupa hiyo hiyo hapo address, mpaka namba ya simu, umeona watakupa address ya Canada, watakupa address ya UK, watakupa na address ya US ambayo ni hii hapa. Uta utachagua yapa u utachagua hapo utakopi hizi details, utakuja kwenye lebelo hapo, sehemu ya kwanza hapo first name, first name utaweka uta uta tu majina yako hapo nemuyo hapo hu utakopi utaandika tu first natika Festo halafu, utakuja utamalizia utamalizia jina la pili hilo hapo. Shipping mbona address utachukua tu hapo, kama zindivyo, address one kwa utachukua hiyo address one, utakuja utaweka hapo mbona ni mia sita thelathini na moja monautangaza kama kuna kingine cha ziada alichokiweka mnaameka ukimaliza, utakuja hapa chini kwenye hii option utaiweka, ambayo ni suite 2 na kuja utaiweka kwenye city. Utakuja tena unachukua details za city inaitwa City inaitwa Dover, o utaiweka hapo state. Hapo ndio utaangalia state ni inaitwaje, inaitwa Delaware, o tutaangalia hapa state ya Delaware. Kwa hiyo makini kidogo, hii e hapa Delaware. Zip code tayari tumeshapewa hapa, ni e hapa kwa hiyo unaenye tutaiweka hiyo zip code inaitwa hii hapa hii, nitakuja nitaipesti hapo. Phone number, phone number nimesha pia tayari ni hii hapa kwa hiyo nayo nitakuja nitaiweka hapo. Baada ya hapo, nitakontinue tu payment hapo utaangalia taarifa kama umezijaza vizuri, kwa sababu endapo kukosea bidhaa itaenda sehemu nyingine ya tofauti. Kwa hiyo, kiconfirm itakupeleka mbele, itakupeleka mbele. Kwa hiyo, mimi nilishajazaga address nyingine ya tofauti, kwa maana wameniuliza tena hapo. Basi, baada hapo, utachagua jinsi ya kulipa. Unaweza ukatumia kadi au kutumia PayPal kwa ajili ya kulipa kama ni kadi, unaweza kufungua kadi zile za pesa master card, Tigo, Airtel, au unaweza kutumia cellphone ya lakini mimi nina recommend zaidi utumie hizi kadi za, unaweza kutumia hata mimi nao tumia sana. Kuna kadi za benki inaitwa Gray, kama unaona hapo kwenye screen, hizo ndio ambazo wanatumia na deposit yuko hela, halafu natumia kulipa pamoja moja kwa moja ni rahisi zaidi, kwasabu ni kadi ambayo ikooa astumizi za makadi kama za mea au a baada hapo kulipa, halafu wao uwa akakusaidia kuishi hiyo bidhaa kuja huku kwenye account yako kwa kwenye account yako taka unaona, unaona za ile bidhaa kwamba iko in progress au imeshaau imefika wapi bas koo huku, watakuonesha gharama za nini, gharama za za kusafiriwa bidhaa yako kishaanza ikishafika kwao, umeona ikishafika kwao, kwa kabla pia hujasafirisha kupita, watu takafatilia wanasafirisha kwa gharama gani, na ndo ajenti pekee ambayo naweza nikasema enda kusafirisha bidhaa kutoka US, au Canada kuja nchi za Afrika a nyingine bado sijazifuatilia.